Msichana, unakutana na mwanaume anakutongoza vizuri, alafu anaanza kukwambia bebi, naomba kuona boobs, baby, naomba kuona yobambam, baby, naomba ujirekodi huko chini nataka nione, nataka nione ulivyo. Anakushawishi umtumie picha zako za utupu. Msichana, usiwahi kukubali huyo mwanaume mblok. Mwanaume unakutana naye anaanza kukwambia anataka umwonjeshe kwa mpalange, anaomba kuonja huko nyuma kwako. Huyo mwanaume hakutakii mema, anakuingiza kwenye lana za Sodoma Gomora muingie pamoja. Block that guy. Unakutana na mwanaume anaanza kukwambia Baby, unajua mimi sipendi ufanye kazi, mimi ndio mwanaume natafuta, wewe kaa tu. Mimi unajua nina wivu sana, mimi nina wivu sana mimi. Sitaki utoke kwenda kufanya kazi utapendwa na wanaume wengine. Block that guy. Wanaume wana akili sana my dear. Haya wanayokuambia wewe uyafanye kwake. Hawezi kumwambia mtoto wake wa kike amfanyie hivyo mwanaume tena, ndiyo ushauri wake mkubwa, kwamba mtoto wake wa kike akiambiwa na mwanaume maneno kama hayo, anamwambia mtoto wake, mblok huyo mwanaume na huyo mwanaume hana fiucha na wewe tena, anamwambia mtoto wake, na kwambia mimi kama mwanaume, mwanangu, mwanaume anayekwambia umpe kwa mpalange hakupendi. Alafu wewe anakuja kukwambia umpe kwa mpalange, usije ukakubali. Huyu huyu mwanaume ukija kumkuta anavyoshauri dada zake, wadogo zake wa kike, anavyowashauri kuhusu wanaume wabaya haya, hayo maneno anayokuambia wewe kwamba umpe nyuma, umtumie picha za uchi, atawaambia wadogo zake ni kitu kibaya sana, wadogo zake wa kike, na anawaambia kabisa, mwanaume akikwambia hivi mdogo wangu hakupendi, mimi nakwambia kama mwanaume. Kwa hiyo yeye yeah, anakwambia wewe vile kwa sababu anajua kabisa hana future na wewe. Na trust you me, huyo mwanaume kama ana mke wake, hawezi kuthubutu kumwambia upumbavu kama huo. Wanawake walioolewa umu wanajua Yani, mwanaume aliyekuoa amekuheshimisha hawezi kukwambia upumbavu kama huo, lakini anatoka nje anakuja kukwambia wewe mwanamke ambaye ni mjinga ufanye hivyo vitu, na wewe unafanya. Usije kukubali, mdogo wangu, usije kukubali. Huyu mwanaume akikwambia maneno hayo, block that guy, yes.